Tumia mbinu hizi utengeneze milioni moja na zaidi kila mwezi. Maisha yanahitaji mipango, mambo hayatokei tu, yanatengenezwa. Moja ya mipango ya muhimu sana ni kuhakikisha unakuza kipato chako. Hapa nimekuwekea mbinu zinazoweza kukusaidia kutengeneza mpaka milioni moja kwa mwezi. Namba moja: Tafuta bidhaa au ujuzi wa kuuza. Huwezi kupata pesa nyingi kama huna kitu cha kuuza. Jambo la kwanza, tafuta kitu cha kuuza. Sio lazima uwe na mtaji, unaweza uza vitu hata vya wafanyabiashara wengine wakakulipa kutokana na mauzo. Hakikisha kuna kitu unachouza, iwe bidhaa, ujuzi, kipaji au uzoefu namba mbili tafuta walengwa wenye shauku ya kununua bidhaa yako walengwa ni watu unaowatafuta kwa lengo la kuwa wateja wa bidhaa yako usitafute followers, tafuta walengwa ambao ni wateja wako wanaotaka kitu unachouza ni bora uwe na watu wachache ambao ni wateja kuliko wengi wasio wateja hakikisha unalenga watu maalum. Hao ndio watakaokupa pesa. Namba tatu: jenga uaminifu kwa walengwa wako. Ukijenga uaminifu kwa dunia ya sasa, utatengeneza pesa mno. Watu wameumizwa sana, wewe kuwa mwaminifu, bora upate kidogo cha uhakika. Jenga uaminifu kwa kutimiza ahadi kutoa elimu ya bure yenye manufaa kwa walengwa wako, maneno mazuri kwa wateja wako, ucheshi, ushauri wa bure wenye manufaa zaidi, timiza ahadi. Namba nne, fanya mauzo kwa kutoa ofa yenye mvuto. Wateja huvutiwa na ofa, huwafanya kuhisi kuna pesa wanaokoa. Toa ofa yenye mvuto, sio lazima iwe na punguzo la bei. Unaweza kuwapa free delivery au zawadi ya mfuko ama kifungashio. Ofa nzuri lazima iwe na ukomo wa muda au ukomo wa idadi ya watu. Ofa yenye mvuto lazima imwelekeze mlengwa wako afanye nini kupata ofa yako. Namba tano, fanya matangazo. Tatizo lako, unataka ukitangaza mara moja hapo hapo upate wateja wewe. Tangaza hata kama hautauza leo, lakini kuna watu watajua bidhaa yako. Tangaza kwenye peji yako, usichoke. Tumia sponsored ads, tumia TikTok ina nguvu sasa. Ingia Facebook posti. Na huko si unatafuta pesa au? Jitangaze, watu wajue nini unauza. Katika mbinu hizi tano, ni mbinu gani ambayo wewe utaanza nayo?